Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa utashi wake wa kisiasa na mapenzi yake katika kuendeleza sekta ya michezo hapa nchini. Sote ni mashuhuda wa jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kuwa sekta ya michezo inapiga hatua na inapaa na kweli imepaa juu na juu zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii tangu kuanzishwa kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika kipindi cha serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tunashuhudia wizara hii ikipata ongezeko kubwa la bajeti yake katika bajeti ya serikali ya mwaka ujao wa fedha, yani 2025-2026 Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imepangiwa bajeti ya shilingi bilioni 516 milioni 660 na 73000 kutoka shilingi bilioni 285 milioni 318 laki tatu, themanini na saba elfu kwa mwaka wa fedha 2425 ambayo inahusisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kiwan, kiwanja cha Arusha ambao unakwenda vizuri kabisa, na ujenzi wa uwanja wa Dodoma ambao matayarisho yameanza, lakini ujenzi wa vituo changamani eh, na vya mapumziko na michezo Dodoma na Dar es Salaam, na ukarabati wa mkubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa lakini pia na uwanja wa Uhuru. Sekta ya michezo imeshuhudia mafanikio makubwa sana katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita. Kwa mara ya kwanza tunazishuhudia timu za, ta za Tanzania za michezo mbalimbali zikicheza kombe la dunia. Hali kadhalika timu za virabu hususan vya mpira wa miguu zimeweza kushiriki na kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Vile vile kwa mara ya kwanza Tanzania kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda zinatarajiwa kuwa wenyeji wa mashindano makubwa ya Afrika ya Chan 2024 na Afcon 2027. Jambo hili litasaidia katika kukuza uchumi na kulitangaza taifa letu kimataifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Baraza la Michezo la Taifa lina jukumu la kisheria la, la, la kutoa baada ya kushauriana na vyama vya kitaifa nishani stashahada, vyeti, vikombe na vivutio vingine kwa ajili ya kuhimiza na kukuza shughuli za michezo. Baraza la Michezo liliratibu tukio la utoaji tuzo kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Tukio hilo lilifanyika mwaka 2023 kwa ajili ya tuzo za mwaka 2022 na, na mara ya pili mwaka jana, mwaka 2024. Tukio letu la leo limeratibiwa kwa awamu ya tatu. Tuzo hizi zina umuhimu mkubwa katika kuchagiza maendeleo ya sekta ya michezo kwa kuwapa motisha wanamichezo wanaofanya vizuri, hii ikiwa ni pamoja na kuwahamasisha wanamichezo wengine kufanya vizuri zaidi ili nao pia waweze kupewa tuzo na kuonyesha kuwa juhudi za wanamichezo wetu zinathaminiwa na serikali Wadau wa michezo na wananchi kwa ujumla, pamoja na jitihada zinazoendelea za kuwatambua na michezo wetu wanaofanya vizuri, bado sekta ya michezo inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo ile ya uhaba wa wataalamu, uhaba wa walimu, uhaba wa makocha wa michezo mbalimbali wenye viwango vinavyohitajika kimataifa, na ukosefu wa miundombinu ya michezo ambayo kama nilivyoeleza chini ya serikali ya awamu ya sita tunaendelea, inaendelea kujengwa. Kwa kutambua hilo, wizara imejipanga kuhakikisha programu za mafunzo zinapewa kipaumbele ili kupata wataalamu wa kuanzia na michezo ya kipaumbele. Aidha, wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inachukua hatua za makusudi katika kuhakikisha kuwa inaendelea kujenga, kukarabati na kuimarisha miundombinu ya michezo ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia sekta ya michezo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kukuhakishia kuwa sisi wizara kwa kushirikiana na Baraza la Michezo la Taifa tunaendelea kuhakikisha dhana ya utawala bora ndani ya vyama na mashirika ya michezo inasimamiwa ipasavyo. Hadi sasa tumefanikiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa migogoro ndani ya vyama vya michezo. Ni matumaini yetu kuwa kupitia utawala bora sekta ya michezo itapata msukumo mkubwa zaidi wa maendeleo.